Wizara uh, hii ilivyokaa, kama ujui, unaweza ukaona kama wizara ambayo ipo ipo, lakini kiukweli ndio wizara ambayo inabeba uchumi. Kwa hiyo mimi niendelee kuwapongeza sana, na kwa sababu sisi kwa kiasi kikubwa ni waratibu, ni ngumu mtu kukupa credit yako kwamba ili ndio umefanikisha, kwa sababu you are everywhere, lakini nataka niwape comfort kwamba mafanikio yote ambayo yanatokea kwenye taifa hili uwezi kutokuona mchango wa sekta ya viwanda na biashara. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena niwapongeze na niwatie moyo kwamba kazi mnayoifanya inaleta manufaa makubwa sana kwa taifa letu, na twende kwa nguvu hiyo hiyo ambayo tunayo. Sasa, kwa sababu sasa tupo kwenye sehemu ya pili ya serikali ya awamu ya sita. Katika uh, awamu hii yapo mambo ambayo yamekuwa ya utofauti kwa nini? kwa, kwa sababu tuna ilani nyingine ya kutekeleza ya Chama cha Mapinduzi, lakini ndo kipindi ambacho tunaenda kuanza, kuanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya 2050. Lakini mwaka huu pia ni muhimu kwa sababu mwezi wa saba ndo tunaanza kwenda kute, kuanza kutekeleza mpango wa kwanza wa maendeleo wa miaka mitano na ndo mwaka huu pia tunaanza kutekele, kutekeleza vilevile mpango wa kwanza wa mpango wa miaka mitano kwa hiyo ni sehemu muhimu sana, ni sehemu muhimu sana kwa sababu tusipoweka misingi hapa, basi utekelezaji wa mpango wa miaka mitano, utekelezaji wa dira kidogo unaweza ukaleta tabu. Na wote hapa najua mmepata fursa ya kusoma dira ya maendeleo, lakini hata kama mpango wa miaka mitano hamjauona, lakini kwa sababu mnayo dira, mmeona mambo yaliyokuwepo mle ni mambo makubwa sana na ni dira ambayo haiwezi ikatekelezeka kwa namna ya kawaida ambayo tumeizoea. Lazima kutokea adjustment kubwa sana ili tuweze kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Sasa kuelekea huko kwenye utekelezaji wa dira hii, ndio maana nikasema ni muhimu nije na mimi niweze kuzungumza machache, ili tuwekeane msingi na tuwe tuna utayari kwamba lazima tufanye adjustment, lazima kila mmoja kwenye taasisi yake ajue ya kwamba Dira ya Maendeleo ya ishirini hamsini haiwezi kutekelezwa kwa mfumo wa kawaida tuliouzoea, lazima kila mmoja afanye adjustment kwa kupush zaidi, ili kuleta matokeo zaidi, kwa sababu masuala yaliyojadiliwa mle ama ambayo tumeahidi ni makubwa, na hata ndani ya hii miaka mitano ahadi zilizotolewa kwenye ilani ahadi zilizopo kwenye mpango wa miaka mitano ni kubwa mno, kwa hiyo inatulazimisha kufanya necessary adjustments ili tuweze kufikia malengo hayo. Actually, yani, ilibidi ndani ya hii, hii siku mia moja tumeonyesha mambo mengi sana. Mheshimiwa Rais anafanya unaona, tena kwa documentary, sio kwa maneno, sio kwa, tunakaa na viongozi wa wizara tukae pamoja tujadili pamoja mambo yanayofanyika pale wizarani na tunayoendelea nayo. Kwa muktadha huu, tunakwenda kuanza maandalizi ya bajeti, lakini pia tumemaliza nusu ya utekelezaji wa bajeti ya 2025 2026 ya ya ya ya Tanzania v yani Vision 2050 kwa maana ya kwamba inatutaka kila taasisi ifanye mambo tofauti na ambavyo imekuwa ni kawaida. Kwa hiyo na sisi pia tumepokea maelekezo hayo vizuri, mimi pamoja na wenzangu na naamini kwamba tumepata jambo kubwa la kwenda kufanyia kazi. Jambo lingine ambalo ametuelekeza kwa ufasaha zaidi ni kwamba tuhakikishe kwamba katika utekelezaji wa shughuli zetu basi shughuli zote hizi ambazo zinafanyika zis, zisemwe wazi ili Watanzania waweze kujua Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaelekeza nini, amefanya nini katika kipindi chake cha uongozi na hususan ndani uh, ya hii siku mia moja za mwanzo, kuonyesha wazi kwamba taasisi chini ya wizara ya viwanda na biashara imeshiriki kwa kiasi kikubwa kuonyesha namna ambavyo biashara zinaendelea kuimarika, lakini vilevile shughuli za viwanda zinaendelea kutanuka na kufanyika kwa weledi zaidi.